Shani mwanangu, najua muda huu utakuwa na njaa, hivyo nimekununulia chips kavu upunguze njaa wakati napika chakula cha jioni. Wala sina njaa mimi, na kama ningekuwa nayo ningejipikia mwenyewe, kwa hiyo sihitaji hizo chipsi zako. Shani, najua kwa upande wako utakuwa unajisikia vibaya, lakini ukweli ni kwamba nataka tuwe... Unataka tuwe nini? Hebu nyamaza usije ukanichefua. Shani tafadhali, E, nyamaza bwana, usifikiri sijui kuwa umekuja na hivyo vichipsi vyako ili unishawishi ni kuone kama mama yangu. Kwa taarifa yako, sikupendi, kwa hiyo naomba uache kujipendekeza. Shani, naomba upunguze hasira, nafahamu kabisa hakuna anayeweza kuchukua nafasi ya mama yako mzazi, lakini mimi kama mama yako mlezi, na kuahidi nitakupa upendo na malezi bora, ili nawe ujisikie kama una wazazi wote wawili. jamani Si nimekwambia si uhitaji huo upendo wako? Kwa nini unakuwa mgumu kuelewa, we mama? Shani, nakuelewa sana mwanangu, lakini mimi ninawapenda wote, wewe pamoja na baba yako, na ndiyo maana najitahidi kuonesha upendo kwako, kwa sababu nyiye ni familia yangu. Una kichaa we mama, embu usijipendekeze kwenye familia za watu. Malaika, haujanionea pesa zangu hapa? Hapana. Sasa kama wewe hujazichukua ni nani atakuwa amezichukua? Mimi sijui kwa kweli, kwa sababu sijagusa kabisa hizo pesa zako. Kwa hiyo nataka kusema ni Shani amechukua hizo pesa? Mimi sijasema Shani ndo amechukua, ila nimekuambia mimi sijachukua pesa zako. Sasa kama wewe hujachukua ni nani atakuwa amechukua? Maana Shani naishi naye Umu tangu azaliwe, hajawahi kuchukua pesa zangu hata siku moja. Lakini Sam mimi sijachukua pesa zako na kama ningekuwa na shida na pesa nisingechukua bila kukuomba. Juzi wewe, si ndio niliomba pesa nikakwambia sina? Sasa nitajuaje kama ndio umeziona ukaamua kuzichukua? Mimi ninakuhakikishia sijechukua pesa zako, na kama uamini, angalia hata kwenye pochi yangu ambayo huwa naitumia kuweka hela, uone kama utakuta hela zako. Haya, hizi nini Malaika, hizi nini? Hapana, hapana Sam, mimi sijui hata hizo pesa zimefikaje kwenye pochi yangu. Tafadhali naomba uniamini mimi, sio muizi Sam. Yani unaendelea kunidanganya wakati pesa nimezikuta ndani ya pochi yako. Lakini Sam, unajua kabisa mimi siwezi kufanya hivyo, alafu pia kama mimi ndo ningekuwa nimechukua hizo pesa nisingeweza kukuambia ukague pochi yangu. Nitajuaje kama uliniambia hivyo nisikague pochi yako? Sam, tafadhali naomba unielewe, mimi siwezi kukuibia. Wewe wala usiangai kujitetea. Kama umeshaanza tabia za wizi mapema hivi, nikiendelea kukuacha uishi umundani, kuna siku nitakuja nikute nyumba nyeupe. Kwa hiyo tafadhali, naomba uondoke nyumbani kwangu sasa hivi na usirudi tena. Sam, usinifukuze tafadhali, mimi sijakuibia. Ondoka bwana. Unasemaje hujaiba, wakati kabla ya wewe kuja umundani hakukuwa na tabia ya wizi? Sawa Sam, mimi naondoka, lakini naomba ukae ukijua mimi sijakuibia hela zako. Ba, kuna swali moja tulipewa shuleni lakini nimeshindwa kulifanya, naomba unielekeze kesho nisije nikachapwa shule. Shani, hebu niache kwanza. Lakini baba, ni swali moja tu. Nimesema niache. Baba, mimi sifurahii ukiwa hivi. Naomba unisamehe. Nikusamehe kwani umefanya kosa gani? mimi mimi ndiye niliyochukua ile pesa na kuiweka kwenye pochi ya Malaika. Unasemaje, Shani? Nimesema mimi ndo niliyoweka hela zako kwenye pochi ya Malaika, ila naomba unisamehe baba. Sikujua kuwa utateseka kiasi hiki. Mimi nilifanya vile ili umfukuze Malaika humu ndani. Shani, kwa nini umeniharibia mahusiano yangu na mwanamke niliyempenda? Samahani baba mimi nilijua niko sahihi, lakini sasa hivi ndio nimegundua kuwa yeye pia alikuwa na nafasi ya kukupa furaha. Ila usijali baba, ninakuhakikishia nitazungumza naye na atarudi. Haya, jiandae sasa hivi tumfuate. Mimi siwezi kuteseka kwa sababu ya ujinga wako, sawa? So, baba mnafanya nini hapa? Mama, nimekuja kukuomba msamaha. Mimi ndiye niliyeweka pesa za baba kwenye pochi yako, kwa sababu sikutaka ukae na baba, ila ulivyoondoka baba amebaki mwenye huzuni sana, na mimi sipendi kuona baba akiwa na huzuni. Ndio maana nimekuja kumwombea msamaha. Kwa hiyo umenitafuta kwa sababu hutaki baba yako awe na huzuni, lakini sio kwamba unanipenda, si ndio? Sio kwamba sikupendi, ila nilikuwa sitaki ukae na sisi kwa sababu watu huwa wanasema mama wa kambo wana roho mbaya na wanatesa watoto. Ndio maana nikakufanyia visa ili uondoke. Shani, mimi sina roho mbaya, ndio maana nimekuwa nikikujali na kukuonesha upendo wakati wote. Malaika, tafadhali naomba tusamehe. Hata hivyo, mimi ndiye nilipaswa kumwelekeza Shani, kwa wewe ni mama mzuri pia nilitakiwa kukuamini kwanza na kufanya uchunguzi kabla ya kufukuza. Kwa kuwa Shani amekiri mwenyewe kosa alilofanya, mimi nimewasamehe. Asante sana mama, na mimi nakuahidi sitafanya tena jambo lolote baya. Hivyo naomba twende tukaishi wote nyumbani.